Lakini niliwapa taarifa hii familia, wamewasiliana nafikiri. Sasa huyu baba mwenye nyumba, yeye anataka nani, alikuwa amelala, atakuwa babake marehemu analala hapo, tusikie